Hii wiki ya huduma kwa wateja kwanza ni kuwa karibu zaidi na wanachama wetu. Mmeshuhudia leo hii tumekuwa tunafanya ufunguzi, wateja wetu mbalimbali tulikuwa tumewaalika, tumewalika hapa tukawa nao tukalishana keki kama alama ya upendo, lakini vilevile tukawaeleza mafanikio tuliyofikia, tukawashirikisha vile vile kwenye changamoto. Kwa hiyo lengo letu hasa ni kuwa karibu zaidi na wateja, lakini vile vile kuwasikia zaidi na kutatua changamoto ambazo wanakumbana nazo na sisi kama mfuko tumejipanga kuzidi kubole, kuboresha zaidi huduma. Kwa hiyo kwa siku ya huduma wateja, tunazidi kwa sisi sana wanachama wetu watembelee NSSF hapa kwa ajili ya masuala mbalimbali hata ya elimu, waweze kujua vizuri NSSF. Na ni kama nilivyosema, ni kwa wiki nzima kuanzia leo Jumatatu mpaka Ijumaa, lengo wapate uelewa, ndio lengo la elimu, upate uelewa, wafahamu kweli tunamaanisha. Na tumeweza kweli kweli. Kwa ajili sasa hivi popote pale walipo kwa maofisini kwao, wakiwa kwenye kompyuta yao hata simu ya mkononi, wanafanya mambo yote NSSF. Kwa hiyo wataandikishwa wafanyakazi wakiwa ofisini bila kulazimika kuja NSSF na watalipa michango na mahusiano mengine yote na NSSF wakiwa pale walipo. Hawatalazimika kuja NSSF. Wengine wanatoka mbali, wilayani Kiteto kama mnavyojua, wanaweza wakaingia gharama kwa ajili ya kusafiri, lakini kwa kuweza kuleta mfumo huu tumeondoa gharama zote hizo za fedha, lakini na muda tumeondoa, lakini vivyo hivyo tumerahisisha sana hiyo kazi. Akiwa pale anaweza kaandikisha mwanachama. Wanachama wetu, changamoto kubwa kwa mkoa wetu wa Manyara ni kuwa na majina tofauti. Unakuta NIDA ameandikisha jina tofauti na NSSF ameandikisha jina tofauti. Sasa wakati ukifika wa kumlipa mafao anaweza kaja na kitambulisho cha NIDA ambacho ukiangalia majina na NSSF yanakuwa tofauti. Sasa kwa taratibu za kisheria za nchi yetu ayo majina yanatakiwa yafanane, mtu maana majina ni kwa ajili ya utambulisho. Kwa hiyo majina yako yanatakiwa yafanane sehem zote, na kama mnavyojua sasa hivi kwa nchi yetu NIDA ndio mamlaka inayotambua raia na, na kapa vitambulisho. Kwa hiyo taasisi nyingine wote tunapaswa kufata majina yale ya NIDA. Kwa hiyo kitokea tatizo kama hilo, tunawaelimisha wanachama, lakini bahati nzuri kuna njia ya kutatua. Wanatatua majina waatatuwaaekeshamaja then tunaendelea kutoa huduma, lakini kwa upande wa waajili Tuna changamoto kwa baadhi ya waajiri kutowasilisha michango kwa wakati. Na baadhi ya waajiri wengine tunaweza tukasema wanafanya makusudi wanachelesha michango na hivyo kuathiri wanachama. Lakini pamoja na changamoto hiyo, bado tunaendelea kuwafuatilia tukitumia taratibu mbalimbali ikiwemo pamoja hata na kuwapeleka mahakamani wale ambao tunaona wamekaidi, ili walazimishwa na sheria kuleta michango yao. Taarifa zinalindwa. Kwa sababu ili uweze kuzipata hizo taarifa ni lazima kwanza ujiandikishe. Pamoja na kwamba utaipata kwa simu yako. Lakini lazima ujiandikishe. Kwa hiyo kuna controls ambazo tumeweka lazima ujiandikishe na lazima hiyo simu vilevile tujiridhishe kwamba ni yako, kwa sababu simu kama mnavyojua Tanzania, mtu unajiandikisha unapata sim kadi, unajiandikisha tena kitambulisho cha NIDA unaweka fingerprint. Kwa hiyo unajulikana kabisa ni ya fulani. Sasa hivi hiyo simu ulioshika hata ikiokotwa hapo itajulikana ni ya fulani tu, sawa kwa hiyo tunalinda kwa mtindo huo, watu watatumia simu zao, lakini tunahakikisha ni yule yule ambaye anahusika ndio ambaye anaweza akaingia kwa kutumia simu yake na majina hayo yanakuwa yanafanana na yetu. Kwa jina naitwa Amina Kassim Chayoa, afisa matekelezo mkuu wa mkoa wa Manyara. Kwa wiki hii ni wiki ya huduma kwa wateja, kuanzia leo Jumatatu na kilele chake tutafunga siku ya Ijumaa, na kauli mbiu ya wiki yetu ni Kidijitali Tumeweza, kwa sababu wanachama wetu sasa hivi wanafungua madai yao kwenye mfumo, hawana sababu ya kuja ofisini huko. Uko, uko aliko, akishapewa barua yake ya kuachishwa kazi na cheti chake cha utumishi, basi ataingia kwenye mfumo wetu na kuingiza hizo barua ya kuachishwa kazi na cheti chake hicho, then vitaenda kwa mwajili wake. Baada ya hapo, vitarudi kwetu, alafu tutamuita aweze kuweka alama za vidole Alafu analipwa mafao yake. Kwa hiyo tumewarahisishia wanachama wetu huduma kwamba popote pale alipo, hata kama yuko kijijini, ili mradi tu awe na mtandao, anaweza kufungua madai yake. Tumesogeza huduma hizi kwa wanachama wetu. Kwa majina naitwa Abdalla Mohamed Rugendo, natokea Kiteto katika shirika la Kinapa. Mimi ni mwanachama hai toka tarehe ishirini na sita mwezi wa pili mwaka elfu mbili na kumi na moja nilijiunga na NSSF. Huduma zao nimezipenda kwa sababu kuna huduma nyingi katika NSSF. Huduma sasa hivi zimeboreshwa zaidi kuliko zamani. Kwa sababu sasa hivi huduma nyingi sana ziko mtandaoni. Kwa hiyo hata ukiwa nyumbani unapata huduma ya NSSF. Eh, huduma zaidi ya kuboreshwa ni kwamba wateja wanapokuja wasichukue muda mrefu. Anapokuja mteja anaeleza shida yake, basi atekelezewe kwa muda mwafaka.